Sauti za watoto wanaofurahia uchanga wao zinasikika kote wakati wa mapumziko kutoka darasani. Ndio taswira inayodhihirika katika shule kaunti ya Mombasa, ila jua linapotua na kupisha giza taswira pia inabadilika. Ndio wakati ambapo madereva wanaoendesha magari ya masafa marefu wanaamua kupumzika, mji mdogo wa Mazeras ukiwa mojawapo ya inayopendelewa zaidi na madereva hawa, na kama inavyoibuka, wana sababu tele za kujipumzisha hapa. Sana sana huwa natafunia hawa madereva matrela, so nilikuwa naye mimi wangu ambaye watu wat naye, naweza toka tote tukaonane mahali. So venye nilikuwa nishamwelezea, akasema pia yeye naye alikuwa na marafiki zake so huyo anielezea ile namba yao marafiki zake ni wangapi, then akiniambia kama hivyo, mnatoka na sana kadhaa. Baada ya walimu kuondoka darasani, wanafunzi wengi wa kike wanaelekea zao Mazeras, ndio wakati ambapo biashara yao inanoga, kushiriki ngono na madereva hawa. Hivi ndio si utoka usiku na vanguo ka, na vanguo na vabuibui, alafu unaenda unaeka mahali ukirudi na kuja vaa tena buibui, narudi ndani. si wao waambia tu ukweli, si ni watoto wa shule, lakini tumefanya kutoroka. Ni biashara ambayo imenoga katika shule nyingi katika kaunti ya Mombasa. Wasichana chini ya umri wa miaka 16 wakishiriki ngono kujipatia riziki, wenyewe kwa wenyewe wakielezana kuhusu biashara hii. Sio kwa tuna force mtu, lakini kuna wengine ile sababu hana kitu pia naye anaingia pale, kwa sababu tuona sisi kama ni shule huwa hatuna shida yoyote hati hizi shida ndogondogo za kununua vitu vidogo vidogo. Cha kuhuzunisha hata hivyo ni kwamba wanachohofia zaidi wasichana hawa sio hatari iliyoko ya kuambukizwa magonjwa, bali kutungwa mimba. Mimba si rahisi kupata, manake kinga huwa hatutumii, hizo CD huwa hatutumii, lakini sometimes unaweza tumia kama pills hizo mchana. Akipata mimba anile tunatoa hatuwezi kubali ya kaa hivyo, kwa sababu kikaa hivyo pia anatuuza sisi, na ile ni kama biashara tunafanya. Licha ya juhudi zao hizi, kaunti hii ni miongoni mwa zile zinazoongoza kwa idadi ya watoto wanaopachikwa mimba. Wadau katika sekta ya elimu sasa wanataka sheria kubadilishwa kuhusu usambazaji wa kinga kwa watoto wa shule, lakini ni wazi kwamba ni tatizo ambalo limekita mizizi zaidi kupita hapo.